Wakati mimi nimelipia miaka mia nilienda kwa mwenyekiti wa Buguruni nikamuuliza kwa nini nataka kupitisha barabara wakati barabara kanapopitishwa hapo na aliyejenga barabarani, mbona hamjamchukulia sheria? Wakasema wenyewe hivi kwamba tutakaa kikao, mwaka umeisha mmebaki kimya, amebadili mwenyekiti mwingine, nikaenda tena mbona nasikia mnataka kupitisha barabara kwenye eneo langu, wakati barabara inapita chini, aliyejenga barabarani mbona mchukulie sheria? wakasema wenyewe watakaa kikao. Nimekaa zaidi ya miezi sita sasa, naona ni kimya. Imelipia miaka mia, babanga liwana miaka hamsini na tano, mi nimelipia mi karibu miaka 30 na kitu, kwa hiyo ni miaka mia. ni hati hati. Hati ninayo nalipia nataka kupitisha barabara kwenye eneo langu. Nikampigia Bwana Alizi wakati wanapima mambo ya mawe, walikuwa anaweka mawe. Nikamwamliza nika yule anayepima mawe akanijibu kwamba, bwana ngoja nimpigie Bwana Alizi. Nilipompigia Bwana Alizi, Bwana Alizi alijibu kwamba mama utaki barabara unataka barabara. Nikasema ni sawa, hata kama inataka barabara, lakini wale wanapotakiwa kupitisha barabara ametoka kupitisha barabara, sio asiopitisha kwenye eneo la mtu. Mimi nimelipia miaka mia. Je, hizo fidia ananilipa nani? Asante, asante. Haya, kwa nani zitusaidie, mheshimiwa mkuu wa wilaya. Eh, kwanza i kwamba hili jambo ndio nimenisikia hapa mkutanoni. Mtaa wa Buguruni unafanywa urasimishaji wa makazi na urasimishaji huu unafanywa kwa kushirikiana kati ya wananchi pamoja na, na serikali, lakini tumewapatia wadau ambao ni kampuni ili tusaidie kufanya hiyo kazi, na kazi hiyo inafanywa, ilifanyika kwa kuanza kufanya mikutano ya hadhara katika mtaa wa Buguruni. Waliunda kamati ya urasimishaji ya mtaa na mwenyekiti wa mtaa ni yule mama, mwenyekiti wa kamati ya urasimishaji ni yule mama pale na, naomba upunge tu mkono, huyu ndio mwenyekiti wa kamati ile ya wananchi ambayo inasimamia huo urasimishaji. Sasa e, naomba hili jambo nilichukue ili niweze kukutana kamati ya urasimishaji pamoja na uongozi wa mtaa tuweze kulishughulikia, lakini pia nitoe ufafanuzi kwa mujibu wa sheria ardhi namba 4 ya mwaka 99 hakuna umiliki wa miaka mia. Umiliki huwa ni wa miaka 33, 66, pamoja na miaka 99 na katika eneo hilo ambalo linatajwa lilikuwa bado halijapangwa wala kupimwa, na kazi hiyo imeanza mwaka jana, hiyo ya kurasimisha hayo makazi. Na kazi hii huwa ni shirikishi ili kupata miundombinu. Makazi yale yaliendelezwa, hayakuwa na barabara, lakini huwa kuna njia za asili, wao wananchi wanavyoendeleza, huwa wanaziacha kama barabara, na hivyo tunapokuja kurasimisha tunazirasimisha rasmi kuwa barabara. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nilichukue tutashirikiana na uongozi wa mtaa pamoja na kamati ya urasimishaji kupitia mwenyekiti mama pale, ili tuweze kuishughulikia tukaone hiyo sehemu, kwa sababu inahitaji kwenda uandani, kwa maana ya kufika site, ili tuweze kujua changamoto ilivyokaa. Naomba kuwasilisha mheshimiwa. Yani, sio kutumia nguvu. Matumizi ya nguvu yasiwe hivyo, ni matumizi kuongea sana mpaka mtu aelewe, halafu akubali mwenyewe kwa ajali yake. Sitaki matumizi ya nguvu. Na wakati mwingine migogoro mingine kama ya ardhi, kijana naye anataka arithi mali ya wazee wake wakiwa nentakatafute yakwa, kwa sababu weyo mzee wako ukumtafutia yeye, alitafuta mwenyewe akapata. Lakini sasa, sisi vijana wa sasa tunaona ni uwe na heshima, itakufanya muda wote uwe na wasiwasi. Njombe oye, Njombe oe, bona nataka niwaambie tuachane na huo mtindo. Njombe, Njombe yetu tunairudisha nyuma, baraka zinapungua. Mungu hawezi kuwabariki, tunafanya mambo ya abaini. Huwezi ukabarikiwa, unaenda kupaka mtoto, ni kitu kikifanya na ni cha kishetani wanajoa ubadilike, lakini cha mwisho leo tunagawa miche hapa. Tuna ya kasa, tunaendelea kuhubiri, chukua miche hii hapa, miche mi, ya parachichi leo tutakugawia bure, na serikali ya Dokta Samia Suluhu Hassan imeandaa miche hapa. Miche ngapi? elfu tatu tunaigawa bure kapande lakini mwingine za kuchukua uyo mche ataenda kuuacha uharibike ufe ukauke, alafu baadaye akishafikia umri fulani anasema niingizeni kwenye kasa. Wakazi, tunakutengenezea utajiri wako kwa sasa na wa baadaye. Nimewambia hii miche ya parachichi ni pensheni, ukiipanda ukaituza itakutu dae sasa, ndugu zangu, na hapa nimeambiwa watu zaidi ya elfu moja mia nane ndio walengo wa tasafu, lakini hii tasafu hii ni kaya maskini, usifurahie sana kuliko kaya maskini, furahia sana kujikomboa kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye utajiri. Ayei kwa sana kwamba mimi nimejikomboa leo, ninatoka kwenye laana kwenye mungo, ya umaskini, sasa naenda kwenye utajiri, na Mungu atakubariki. Na mojawapo ya kutoka ukawa na uchumi hakika, mojawapo ni miche kama hii. Tukifanya hivyo, inaweza kabisa hii Njombe ikabadilika. Hii Njombe atusaidia, nakuitwa maskini kwa sababu mvua inanyesha kila siku ao ninakubali, tunaitwaje maskini? halafu na Ala, tuna sisi tunakubali, tunaweza tukapambana tukatoka tukaondoa kabisa sisi tuka mkoa wa kwanza kuondoka na swala zima hili lote. Njombe oe. Njombe oe Njombe oe! na kwa maana hiyo, kutokana na agizo la mheshimiwa waziri mkuu aliyolitoa mwaka 2022 alipokuja katika halmashauri ya mji wetu Njombe. Aliagiza halmashauri zote zizalishe miche kwa ajili ya kuwagawia wananchi ili waweze kuendeleza kilimo cha zao la parachichi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nafurahi kusema mbele yako halmashauri ya mji Njombe mpaka sasa tumeshazalisha miche elfu thelathini na mia moja arobaini na miche hiyo tumeshaisambaza katika kata saba na hadi leo tunapoongea tunawe miche elfu kumi inazalishwa na Amcosi ya pale Kiaula kata ya Rugenge, ambayo nayo tunaamini tena utashiriki kikamilifu kwenda kuisambaza kwa wakulima. Lakini pia katika ofisi ya mkurugenzi kushirikiana na ofisi ya mtendaji wa kata Njombe mjini ni miongoni mwa zile kata saba ambazo tuliziwezesha fedha kupitia mapato yetu ya ndani. E, kila kata ilipewa zaidi ya shilingi milioni kumi ili waweze kuzalisha miche na katika kata ya Njombe mjini waliweza kuzalisha miche hiyo na katika tukio la leo Mheshimiwa mkuu, tutaenda kugawa miche elfu tatu kwa vikundi vya mbalimbali lakini wakiwemo kaya za walengo watasafu, lakini pia zikiwemo taasisi zetu za shule za sekondari shule za msingi, lakini na wale wananchi ambao pia kwa ajili ya kuendeleza ule mkakati wa kuhakikisha wanakuwa na uzalishaji wa miche. Mheshimiwa mkuu wa wilaya katika eneo ambalo tuko kipekee, naomba nitoe shukrani za kipekee kwa uongozi wa mtaa, mta wa Sido Buguruni, mtaa wa Idumilanga, mtaa wa Kihesa mtaa wa Gendela mtaa wa National Housing katika mitaa iliyoko tarafa ya Njombe mjini. Tukitoa kata ya Ramadhani, mitaa hii imekuwa kinara katika uendelezaji wa zao la parachichi. Mtaa huu wa Sido ambako tuko hapa, katika kaya mia nne sabini na nane zilizoko ni zaidi ya asilimia 95 ya kaya hizo, kila kaya ina mti mmoja au miwili ya parachichi. Kwa hiyo kwa kweli tuwapongeze sana wanamtaa wa Sido, na katika kata yetu ya Njombe mjini tunaweza kusema mtaa wa Sido wanaongoza, wanafuatia Kihesa, watakuja Buguruni, watakuja Mgendela, kwa namna nyingine tukisema habari ya kuchagiza uendelezaji wa zao la parachichi katika halmashauri Njombe, kilimo kile cha mjini. Kama walivyosema wenzangu, basi wenzetu hawa wamekuwa mbele sana kwa kweli mimi kama afisa kilimo na wataalamu wenzangu tunawapongezeni <tiple> sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunafahamu zao la parachichi ni kweli linakabia na changamoto mbalimbali. Safari ya kilimo cha parachichi katika halmashauri ya mji Njombe ilianza miaka elfu mbili na saba elfu mbili na nane ambapo sekta binafsi wenzetu Technoserve USAID lakini pia na wizara ya kilimo walichagiza kuhakikisha kwamba tunaanza kuzalisha miche hiyo na katika halmashauri ya mji Njombe mwitikio ulianza katika kata ya Ramadhani na ndio maana katika halmashauri yetu kata inayoongoza kwa uzalishaji wa parachichi ni kata ya Ramadhani, na ikifuatiwa na mlipuko mkubwa wa kuwekeza katika parachichi ambao ulianza mwaka elfu mbili na kumi na sita kumi na saba na kumi na nane kata za Kifanya, kata ya Kobi na kata ya Ihanga. Hawa wamekuja kupokea kwa mwitikio mkubwa sana na hatimaye sasa wamekuwa ni miongoni mwa zile kata tano bora zinazozalisha parachichi katika kata kumi na tatu katika halmashauri ya mji Njombe. Mheshimiwa mkuu wa Wilaya, mbaakazi mwingine ambao tumeuandaa kwa mwaka mzima ilikuwa kuhakikisha shule zote kushirikiana na wazazi wanachanga vyakula vinapelekwa shuleni, kamati za shule zinasimamia chakula, sio mzazi anatoa chakula aaendi kufuatilia na wazazi watakuwa wanatembea shuleni, wanauliza leo mmepika nini, makande, parachichi mmeweka? Ndiyo, kamati inaondoka. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa Wilaya. Akazi wa mwisho ambao tumeutekeleza ni kusimamia suala so zima la kilimo, Mheshimiwa mkurugenzi kupitia idara ya kilimo na mifugo alitupa fedha kama kata ya Njombe mjini kwa idara ya kilimo kuzalisha miche ambayo itagawiwa kwenye mashule yote, itagawiwa kwa watu ambao wanawajibika na mpasafu, na watu wenye mazingira magumu. Ndiyo maana leo tulivyokuomba, uje ushiriki nasi, uhusika kwa njia moja au nyingine, kuhakikisha miche aliyotuwezesha mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe inagawiwa kwa amani na upendo na mimi naomba nikukuahidi tu kwamba leo unapoenda kugawa miche hii, kila mwananchi aliyeko hapa atapata angalau mche mmoja akapande nyumbani, na huo ni ukweli. Hapa mjini, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hapa mjini hakuna mtu anaweza akapanda miche kumi au mitano, nyumba zimebanana mno. Kwa hiyo, hapo mtu anapigwa mche huu mmoja tu anaenda kupanda parachichi.